Na kila nyumba ya kupanga ina changamoto zake. Wengine ulalamika kodi kupanda bila mpangilio, wengine ulalamika gubu la wenye nyumba wao, pia wengine ulalamika kuhusu wizi baina ya mpangaji na mpangaji mwenzie. Ila kwa upande wangu sitosahau mara ya kwanza naanza kupanga chumba nilikutana na vimbwanga mpaka nikatamani kusanda. Ni Mungu tu kudra zake ndo zimefanya mpaka leo hii na wahadithia kisa hichi nikiwa salama salmini. Najua unatamani sana kujua nini hasa kilichonikuta. Basi ungana nami katika simulizi safi inayoitwa Mzimu wa Mpangaji. Nilikuwa na plani za kupanga chumba. Siku moja, ikanibidi nianze harakati za kutafuta hicho chumba. Siku hiyo nilizunguka kwa watu wangu mbalimbali kwa ajili ya kuulizia masuala ya vyumba. kwa Sheambi akanambia afahamu kuhusiana na masuala ya nyumba za kupanga Ushafii pia akanambia afahamu kuhusiana na nyumba za kupanga. Kusema ukweli, ili nikatisha tamaa kwa kiasi, ila nikaendelea kujipa moyo kwamba mpambanaji achoki, Mungu si asimani. Katika harakati za kuwaza, wapi nitapata chumba, nani atanisaidia kupata chumba. Wazo likanijia niende kwa rafiki yangu, niende kwa mshauri wangu wa Bwana Faisal. na kweli nikafunga safari kuelekea huko ambako anaishi Bwana Faisal. Na uzuri mimi na uwe Bwana Faisal wote tulikuwa ni watu ambao tunaishi katika wilaya ya Gailo, tulikuwa tunaishi Gailo mjini. Hapakuwa na umbali sehemu ambapo nilipokuwa na yeye anapokaa. Ikanibidi nianze safari kuelekea Ungurod, maana yake nyumbani kwetu na kwao kulikuwa kuna umbali kama wa kilomita moja hivi. Mimi nilikuwa naishi matenkini, yeye anaishi mitaa ya Ungurod. Nikaanza safari ya kuelekea kwake na nilipofika nikamkuta anajiandaa kutoka, kuna mahali alikuwa anataka kwenda. Nilivyofika kwake alivyoniona, akanikaribisha vizuri sana akanikaribisha katika sebule yake na nikaketi katika kiti. Baada ya pale akaniuliza, ndugu yangu, mbona hatuonani? Nikamwambia, maisha tu ndugu yangu. Wewe mwenyewe unajua rakati zetu, unatoka asubuhi unarudi jioni, na maisha ya kuishi nyumbani kwa baba na mama kama unavyoyafahamu Sheria ni ngumu, sheria ni kali, wanachokitaka wao basi nao nataka ndo hicho hicho ufanyi. Baada ya salamu na kila kitu, Faisal akasema, naambia isee ndugu yangu, maana naona imekuwa ni safari ya ghafla sana, esee ni ugeni usiokuwa na taarifa. Mimi nikamwambia, ni kweli ndugu yangu, nachokisema ila mimi kilichonileta ni kitu kimoja tu. Akajibu, kitu gani hicho ndugu yangu, mbona kama unanifumba fumbo? Nikamjibu, kitu chenye ni kwamba natafuta chumba cha kupanga ndugu yangu, na nimezunguka kwa watu wangu wa karibu, wengi wanasema wafahamu kuhusiana na vyumba vya kupanga. Akaguna kidogo na kuonesha kushangaa, alafu akaniuliza ni chumba tu au kuna kitu kingine? Nikamjibu, ni chumba tu ndugu yangu, hakuna kitu kingine. Akanambia, ni kweli, ila hata mimi sifahamu kuhusiana na masuala ya nyumba za kupanga, ila yupo mtu ambaye ni dalali na mfahamu, itabidi nikutanishe naye muwelewane. Nikamwambia, nitashukuru sana ndugu yangu ukinisaidia kwa hili. Akajibu, basi twende sasa hivi, maana hata mimi nilikuwa na safari ya kuelekea kwake huko huko. Safari ikaanza kuelekea kwa huyo dalali. Upande wa pili, katika familia ya Sheikh Amri na mdogo wake Shafii, anaonekana Sheikh Amri katika kitanda chake, gafra anapigiwa simu ambayo inamshtua kidogo, anaonekana kukurupuka kitandani na kwenda huko alipoitwa. Baada ya kufika anamkuta ndugu yake Shafii akiwa amelala katika mtaro wa majitaka, huku ajitambui wala hana kumbukumbu zozote. Sheamri akambeba ndugu yake na kuelekea naye nyumbani. Baada ya kufika akamwagia maji usoni na ndugu yake kuamka, huku akiwa bado ana wenge mdogo mtu. Baada ya kufungua macho akakutana na nyuso ya kaka yake nyusu ambayo ilikuwa imejaa majonzi, nyuso ambayo ilikuwa imejaa masikitiko makubwa. Kaka mtu ikabidi amuulize mdogo wake, ndugu yangu, nikwambie mara ngapi kuhusiana na masuala ya kuacha bangi na sigara? Nikwambie mara ngapi kuhusiana na masuala ya kuwacha madawa ya kulevya? Mbona unapenda kunitia aibu sana? Unataka mtao nionaje mimi? kwa huzuni kubwa, huku machozi yakimtiririka, amri alimuuliza mdogo wake. Mdogo mtu akajibu huku akiwa bado ana wenge la madawa, akamjibu we nini blaza, acha kujilizaliza kama mtoto wa kike vile, kila mtu ana starehe yake. Paka mtu kwa asira akamjibu, starehe starehe hii ya kulala katika mitalo unanizalilisha sana, mpaka muda mwingine na mkufuru Mungu kwa ajili yako, inanibidi nidanganye ili wewe uwe salama, na unajua kabisa kaka yako jinsi gani ninavyoheshimika mtaani hapa, ni mtu ambaye watu wanaamini na hofu sana ya Mungu. Loo, mdogo wangu, unaishi maisha namna hii? unataka mimi mtaa unichukuliaje? unataka mimi mtaa unionaje? aliongea amri, huku machozi yakiwa namtiririka. Ndogo mtu kwa kuwa bado alikuwa na wengi la madawa, akajibu, basi mimi nakuona unanifuatilia sana, unapenda kunifuata sana katika starehe zangu. Hivi kwa mfano, mimi nikiacha kutumia haya madawa nikiacha kutumia bangi, nikiacha wizi, wewe utafaidika na nini? Kuna wakati wa mwenyewe unajua nyumbani panakuwa paeleweki, nyumbani hata hela ya chakula, hela ya mboga inakosekana. Katika harakati zangu za wizi nafanya mipango mpaka tunaweza kula hapa. Katika harakati zangu za wizi hizo hizo nafanya mipango mpaka mambo mengine ya nyumbani yanaenda kama ulikuwa unataka mimi niishi kama wewe unavyoishi hivi, kwa nini hukunipambania nikasoma? Na mimi haya ni uliyatengeneza wewe, kwa sababu hata baba na mama kipindi cha uhai wao walikusomesha na kukutimizia kila kitu, ila wewe haujaonyesha kujali kuhusiana na mdogo wako, japokuwa hali ya nyumbani kwao haikuwa nzuri sana. Amri kutokana ni mtu ambaye alikuwa na busara alibaki kutokwa tu na machozi na kushindwa kujibu kitu chochote kwa mdogo wake. Upande mwingine, katika familia nyingine anaonekana Bwana Abdala akiwa na mdogo wake Karimu. Wanaonekana wakiwa ndani huku kukiwa na taaruki kubwa na ugomvi. Mara ghafla wanatoka nje huku wakiwa wamekunjana mashati. Jirani yao anakuja na kutaka kuligombelezea hilo. Jirani akafika na kusema, nyiye vipi? Mbona kila siku nyinyi tukugombana? Nyinyi si ndugu wa damu, baba mmoja mama mmoja? Au mnataka kuuana? Mnataka kutoa na roho? Jirani aliuliza. Abdala akajibu kwa asira, jirani samani, ungeniacha kidogo tu nimfumue huyu kijana kwa maana naona ananipanda kichwani sasa. Mdogo mtu akasema, yani wewe blaza, ulipofikia pabaya! Mimi nikipata sumu naweza nikakutilia hata kwenye chakula, ili mradi uondoke tu. Unapenda kunisingizia sana. Jirani akauliza, kwani shida nini? Mkubwa akasema, huyu ameniibia simu yangu, kaenda kuiuza huko anapoijua, na sio mara ya kwanza anafanya tukio hili kwangu, ni mara nyingi, huwa anapenda kufanya hivyo, na nimevumilia na naona kabisa nimechoka. Mdogo akajibu kwa lugha ya kihuni kidogo, akasema wewe unapenda sana kuninyanyasa sana boy ila baridi wewe, unataka hii nyumba basi, we baki nayo, mimi naondoka, na tusijuane. Yaani mimi na wewe udugu we umeishia hapa. Mkubwa akasema sasa tuone hiyo jeuli yako itakapoishia. Tukirudi kwangu, baada ya safari ya muda mrefu kidogo, manake huyo dalali sehemu walipokuwa wanaishi palikuwa na umbali na pale kidogo huyo dalali alikuwa anaishi maeneo ya ukwamani huko Gailo, na baada ya safari ya muda, hatimaye tukafika hapo kwa dalali. Baada ya kufika dalali, kwa kuwa alikuwa anafahamiana na mwenzangu rafiki yangu bwana Faisal, ikabidi aanze kumsemesha dalali. Akamwambia, karibu sana bwana Faisal naona leo umeniletea ugeni mpya. Haya, karibuni ndani niwasikilize nini mnahitaji ili nijue nawasaidia vipi. Faisal akanambia tuingie ndani. Kwa kuwa mimi nilikuwa mgeni, ikabidi nimsikilize nini anasema yeye, ndo akawa mwenyeji wangu wa baada ya kuingia ndani. Faisal akaanza mazungumzo naye, akamwambia Aisee dalali, huyu kweli ni mgeni wetu, ni rafiki lakini pia ni kama ndugu kwangu, nimemleta kwako, ana shida ya chumba. Mimi nikajibu ni, ni kweli mzee, kama alivyosema ndugu yangu hapa Mchaga, naitwa Ramadhani nanatafuta chumba cha kupanga. Dalali akajibu, kwanza nashukuru kwa kufahamu yula ndugu yangu. Kuhusu vyumba hapa umefika sema, nyumba ambayo mpaka sasa imebakia ni nyumba ambayo ina mushkeli kidogo. Je, utaweza ndugu yangu? Mimi nikajibu mushkeli kwa alama mshangao kidogo, mushkeli gani? Nyumba haina umeme au haina maji au ni mushkeli wa aina gani? Dalali akanambia. Hapana, maji hapo, umeme upo pia. Chumba kimesakafiwa vizuri na sinkboard na kila kitu kinachohusiana na vyumba basi kipo hapo. Hila kidogo tu, kuna mambo ya kishirikina, sijui uko tayari kwa hilo ama inakuwaje? Mimi nikajibu, kumbe tu hivyo bwana, mimi mtu wa Tanga bwana nimeaga kwetu koo, usiwe na wasiwasi kabisa kuhusiana na mambo ya kishirikina. Basi bwana, baada ya mimi kutoa majibu yale akishujaa, bwana dalali alimuita Faisal pembeni, wakawa wanaongea kwa muda kidogo, na mimi sikuonesha kujali au kuchunguza sana. Nilikaa kimya, huku nikiwasubiri kitu gani watakuja kuniambia. Upande mwingine kwenye familia ya Sheikh Amri, anaonekana bwana Shafii akinyata kutoka kwa kaka yake, na huku alikuwa akielekea kwenye boma fulani la makumbusho kukutana na rafiki yake ambaye ni bwana Karimu. Bwana Karimu na Shafii ni watu ambao walikuwa wanatumia madawa pamoja. Kwa lengo la wao kukutana lilikuwa ni kutumia madawa yao kama kawaida yao. Baada ya Shafii kufika akamkuta Karimu ameketi chini kwenye jiwe humo humo ndani ya hilo boma. Kalimu baada ya kumwona bwana Shafii ikabidi aanze kuongea naye. Kalimu akamuuliza oya mwanangu, mimi dawa ninazo nimempigia. simu yule fara nyumbani pale, nilichukua simu yake na nikaenda kuiuza. pesa niliyopata nilifanikiwa kwenda kununua dawa ila sasa hapa mchawi ni bomba ya sindano tu, na sijui tunaipata wapi. Shafii akam, akajibu bomba ya nini tena hapo mwanangu? Tunavuta hata kwa kutumia pua tu, sio lazima bomba. Karimu akamwambia sawa, haina shida, lakini stimu za kuzipatia katika bomba mi naona ni stimu ambazo zinakuja haraka kuliko hata za kuvuta na pua. Shafia, akamwambia kuna wakati inaposhindikana kupatikana kitu fulani, na kama kuna njia ya kulifanya jambo liwe, basi inabidi muliweke na liwe. Bwana Karimu hakuwa na iana, kwa sababu siku zote watumia madawa ni watu ambao wanashirikiana sana, ikabidi azitoe zile dawa na wakaanza kutumia hizo dawa zao ambazo walikuwa wanazitubia. Unahisi nini kitaenda kutokea? Je, yeah. Nitafanikiwa kupata chumba? Je, yeah. Vipi kuhusu maisha ya bwana Shafii? Je, yeah. Vipi kuhusu maisha ya bwana Kalimu? Usisahau kusubscribe, ku like na ku comment, maana comment zako na like zako ndio zitafanya video ziendelee kutoka zaidi na tuendelee kuachia masimulizi zaidi. Ni mimi msimuliaji wako Crown Match. Chao.